Taasisi Nasimama na Mama yenye malengo ya kuwezesha wanawake na vijana kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, kuhamasisha wanawake katika swala zima la uchumi laani kwenye vikundi, kuanzisha vikundi mbalimbali ikiwemo vikundi vya uchumi, ufugaji, kilimo na kadhalika. Lengo kuu la kuita vyombo vya habari vya kufanya kuongea na vyombo vya habari ni juu ya swala zima la uzinduzi wa taasisi Nasimama na Mama kwa kanda hii ya kaskazini ambao uzinduzi huo utafanyika siku ya Jumanne tarehe thelathini, ambao tutakuwa na maandamano ya amani tukihamasisha juu ya swala zima la uchaguzi wa amani, pia kuhamasisha wananchi wa kanda hii ya Kaskazini, ikiwemo mkoa wa Arusha kutoka kwa wingi siku ya tarehe mbili kumpokea Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, Dkt. Samia Suluhu Hassan, atapokuja kwenye swala zima la kampeni siku ya tarehe mbili. Wananchi tunawahimiza tunawaomba sana wa wa mkoa wa Arusha na viunga vyake vyote tutoke kwa wingi. Sisi kama Tanapa tumefika kuungana na wenzetu wa taasisi ya Nasimama na Mama Tanzania. Uh, kama mlivyosikia katika malengo yao ni pamoja na kuunga mkono jitihada za mama. Uh, sisi tukasema tufike na tu, tuwe na mambo makubwa mawili. La kwanza uh, ni kuambia kwamba tunatambua mchango mkubwa wa mama na hasa katika taasisi kubwa hii ya uhifadhi nchini Tanzania Tanapa, tunatambua mchango mkubwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kama mama ambaye amesimama mstari wa mbele katika kuhamasisha utalii wa ndani, na ukizingatia katika filamu mbili ambazo amefanya, ya The Royal Tour na Amazing Tanzania, ni mchango na ni mfano mzuri sana kuonyesha mama amefanya nini. Lakini pili tumekuja kuhamasisha utalii wa ndani. Tunajua viongozi hawa pamoja na wanachama wake na wananchi wengine wote wana haki ya kufika kutalii katika hifadhi za taifa Tanzania. Kwa hiyo tumewahamasisha wafike kutalii katika hifadhi za taifa Tanzania, kwa sababu gharama ni nafuu sana kwa Watanzania.